Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Leo ni siku ya historia kwa sababu hii projekti ni projekti kubwa. Jana nilikuwa nafanya Google search. Uh, quick Google search. Sasa nikagundua kwamba katika East Africa nchi ambazo zinatuzunguka hakuna nchi yoyote ambayo ina kituo kikubwa kama hiki. Kwa hiyo hiki kituo cha CNG cha hapa Ubungo ni kituo kikubwa katika ukanda wetu wa East Africa. <laughs> Lakini sio hivyo tu, vilevile katika Afrika, nili vile nikafanya Google search katika nchi za Afrika, hiki uh, kituo Mheshimiwa uh, naibu waziri kina uwezo wa kuzalisha CNG kiasi cha futi za ujazo na uh, milioni nne pointi mbili kwa siku, na kituo kikubwa kabisa ambacho kina kinakipita hiki kiko Nigeria kinamilikiwa na kampuni ya mafuta ya Nigeria. Hicho kituo kinaweza kuzalisha futi za ujazo milioni 5 nukta moja. Kwa hiyo hiki kituo ni kituo cha pili kwa Afrika. Kwa hiyo niwapongeze sana kwamba leo tunaweka historia ya kufungua kituo ambacho ni kikubwa sana katika ukanda wetu wa Afrika, na na hizi ni juhudi za Mheshimiwa rais wetu, uh, Daktari Samia Suluhu Hassani ambaye amekuwa ni championi kuhakikisha kwamba nchi ina transit kutoka kutumia uh, nishati ambayo ni chafu kwenda kutumia nishati ambayo ni, ni safi, na tunajua kwamba CNG ni moja ya nishati ambayo ni safi. Leo ni siku ya historia kwa sababu hii project ni project kubwa. Jana nilikuwa nafanya Google search, uh, quick Google search. Sasa nikagundua kwamba katika East Africa nchi ambazo zinatuzunguka hakuna nchi yoyote ambayo ina kituo kikubwa kama hiki. Kwa hiyo hiki kituo cha CNG cha hapa Ubungo ni kituo kikubwa katika ukanda wetu wa East Africa, lakini sio hivyo tu, vile vile katika Afrika, nili vile nilikafanya bugo search katika nchi za Afrika, hiki uh, kituo mheshimiwa uh, naibu waziri, kina uwezo wa kuzalisha CNG kiasi cha futi za ujazo uh, milioni 4.2 kwa siku, na kituo kikubwa kabisa ambacho kina kinakipita hiki kiko Nigeria kinamilikiwa na kampuni ya mafuta ya Nigeria. Hicho kituo kinaweza kuzalisha futi za ujazo milioni 5.1. Kwa hiyo hiki kituo ni kituo cha pili kwa Afrika. Kwa hiyo niwapongeze kwa kwa sana kwamba leo tunaweka historia ya kufungua kituo ambacho ni kikubwa sana katika ukanda wetu wa Afrika na na hizi ni juhudi za Mheshimiwa Rais wetu uh, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa ni champion kuhakikisha kwamba nchi ina transit kutoka kutumia uh, nishati ambayo ni chafu kwenda kutumia nishati ambayo ni, ni safi, na tunajua kwamba CNG ni moja ya nishati ambayo ni safi. Usisahau kusubscribe ku, comment, ku like na kushare.